Kuna mtu mwingine tulikuwa hatumtaki Gwajima, huyu Josephati Gwajima askofu wa ufufuo na uzima, huyu alikuwa ni adui yetu mbaya, na hata mimi amewahi kuniponza akaninyang'anya misukule wanane pale Morogoro ambayo nilikuwa nimewanunua kwa gharama kubwa sana. Na yule Gwajima mpaka mimi naokoka tulikuwa tumemshindwa tulikuwa tumemkosa kabisa. Tumetumia mbinu kumi na moja mpaka za kumuwinda, na sumu tumemwinda na risasi tumemuwinda na tindikali tumemuwinda, na ukombola unyagu tumemtumia nyoka mara ishirini na saba tumemtumia wanawake kumi na tano lakini Gwajima tukamkosa. Tukaanza kumkamata kwenye udhaifu wake wa kiimani kwamba aropoke blocken za kisiasa kwenye kanisa ili tufanyaje, tunase miguu yake. Lakini alipokuwa akipambana na kina Kikwete, sisi tulichokifanya tulimchora kwenye rada ili tumpige. Kuna siku kidogo aanguke madhabahuni akiwa na kiongozi wake aliyekuwa dereva wa ndege yake, yule anaitwa Biagaze. Ile siku tulikuwa tumetuma maagenti ishirini na tisa kanisani kwake na alifanikiwa kutunyang'anya binti mmoja aliyekuwa mwanachama wetu wa kiringe cha Tanga Muheza, na baada ya kutunyang'anya tukamsetirada ili tumuue kanisani. Kilichomsaidia Gwajima na kinachomsaidia Gwajima mpaka leo ni kanisa analochunga Yani yale maombi yanayoomba Gwajima, mimi sisiti kusema ukweli kwa sababu ni kazi nilizokuwa nikifanya. Yale maombi wanasema rudisha, njoo, piga piga, wapigwe, wapigwe. Yale maombi unakuta sasa, mmoja anaenda huku, mwingine anaenda huku, mwingine anaenda huku, mwingine anaenda huku, afu yeye Gwajima yuko kati, mara akimbie huku, ukimseti kwenye rada unamuona Gwajima huyu, wapo ukianza kusuka risasi ambapo ungepiga, kuna vitu vis, vitano vinatokea. Kitu cha kwanza unaona ni mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu. Sasa ukishaona ni mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu, upigi unakuwa ujitakie usalama kwanza wewe. Andaa madamu huko, chinja mbuzi, weka damu pembeni, ili jini aje atakapo litakapokurudia lile kombora, ujikinge usife wewe. Kwa hiyo inabidi ustopu sasa. Ukistopu ukimwangalia tena, umeshajiandaa unakuta, ni mkuki wa moto unaokuja kukuangamiza wewe, inabidi uswali kushindana na ukajifiche chooni. Huku duniani vyoo huwa ni milango ya kwanza ya kuzimu iliyo karibu na binadamu, na kila choo ina majini matano mpaka saba. Kwa unapoingia kichwa mle chooni unajichaji kwa kura yale mavi, kile kinyesi kile, ni chakula cha wachawi waliokuwa kwenye renki kama ya kwangu. Kwa hiyo uki Gwajima, tukawa tukimwangalia akiwa mkuki vile tunakimbia kujificha huku, wakati mwingine sasa unaenda kumwangalia mara ya tatu, unashangaa unamuona, ukipiga anadondoka unafikiri ni yeye. Unaenda kukuta sio yeye, ni mtoto wake, yaani ni katoto ambako ni ka, katoto kamuumini wa mle kanisani. Sasa ukishaona amepigwa huyo, huwezi kukubali afe, maana akifa adhabu yake utalazimika wewe uue mwanao au ndugu yako wa damu akalipie ile kafara. Kwa hiyo inabidi ile kombola ufanye iwezekanavyo uliondoe, ndiyo pale Gwajima kawa anapata CV akimwombea anakuta tumeshaondoa kombora, mtu aliyekufa anafufuka. Kwaiyo tukaona anaendelea kupanda chati sana Gwajima kuliko sisi, ndio tukamwinda sana, ndio mpaka tunampiga tindikali, lengo ni afe kwa sababu alikuwa mharibifu sana wa kuzimu. Kuna siku moja akamtukana askofu wa kanisa Katoliki Pengo, lile tusi ndo tuka, ikasukwa hati ya mashtaka kumnasa Gwajima. Lakini ile hati ya mashtaka, kilichomsaidia tena ni kanisa. Na kitu kingine kinachomlinda Gwajima mpaka leo ni mtu anayesema sana siri za kuzimu na siri ya kuzimu, na kanuni yake ni kwamba unapokuwa unafichua siri ya kuzimu sana unakuwa unatengeneza una, una mambo mawili. Kama una nguvu inayokusaidia ya upande wa pili tofauti na kuzimu, lazima hiyo, si kuufe yani. Kama hivi ninavyoongea hivi na wewe, ningekuwa sina Yesu sijaokoka, yani saa hizi unaondoka tu na mimi nimekufa. Lakini hapa siogopi kwa sababu tayari Yesu alishanifunika, siogopi chochote. Nina miaka mingi kwenye wokovu kidogo, ndo maana nilishahubiri sehemu nyingi, na hata sasa na sirifa ya kusema Bwana ndiye yeah, anisaidiaye. Kwa hiyo Gwajima tulimshindwa, kwa sababu alikuwa anatufichua sana analiambia kanisa na dunia yote siri zetu kwa kila mianya tunayotaka kwenda kutumia kumnasa, tunakuta amekamatwa, mchawi mmoja wetu anatufichua kule, tunafeli. Mpaka mimi naokoka. Gwajima tulikuwa tumemshindwa. Tulichofaulu tu ni kitu kimoja, kumchafua sifa kwa kumbambikiza tuhuma mbalimbali mbali. Na ile Il, ilikuwa ni ili tumzofishe nguvu aache kuendelea kuipiga kuzibu. Hicho ndicho tulichofanikiwa kumchafua tu. Tuliwatuma sana majozi whitecraft kumshambulia Gwajima. Ukimuuliza Gwajima, kuna vitu vitatu, kuna tindikali, kuna sumu aliyopewa akiwa kwenye vikao vya kichungaji vya kiaskofu ambayo ile sumu siwezi nikaelezea mambo mengi sana, kwa sababu ni media, ila kama tungekuwa naye ningemwambia kuna hiki na hiki na hiki. Yamkini hajawaambia watu, ila mi naelewa, maana tulifanya sisi ha, wale ndio tulikuwa tunawatumia kuharibu kanisa lake. Na mpaka leo hii tuhuma zinazoendelea wanamtuhumu kwamba huyu ni mchawi, huyu ni tapeli, huyu ni nini ame, hata kama amehusika ametengenezewa mchoro kutokana na hawa majozi, kutokana na ile kazi anayoifanya ilikuwa ni ngumu sana. Na mimi ndio maana mimi kwa akili yangu niliwahi kushauri na kuwaza sema tu Mungu wakati ulikuwa bado, niliwahi kushauri kwamba Gwajima angeachana na siasa, ila akabaki kusimamia msimamo wa Injili kwa sababu Mungu alimpa kibali kikubwa sana cha kusikilizwa mpaka serikalini. Kwa nini sishauri hivyo? Siasa inapunguza nguvu na utukufu, na ni rahisi kuvamiwa na hizi monster spirit, pamoja na hawa majoz white, na hawa hawawezi kumuua, ila watacherewesha huduma yake, wataishambulia sana huduma yake na kuharibu imani ya wengi ndani ya yao ya ya kumharibu kuharibu imani ya wengi ndani ya Gwajima, lakini kwa sababu Bwana yamkini ndiye amemtuma, siniwezi nika comment hapo, kwa sababu kila mtu ana jinsi alivyoitwa. Ila na shauri kutokana na hivi vitengo vimeattack sana huduma ya Gwajima, na sababu ya kuattack sana, nilieleza sana kwenye vipindi vilivyopita, alikuwa ni mharifu anayeiharibu kuzimu sana sana ni sawa na akina Mwaka Sege, akina Moses Kulola, akina nani hawa wengine wengi, akina nani, kina Florian Katunzi, sijajua mengine maisha yao kwa sasa hivi, lakini enzi zile tuko wajumbe wa ibilisi hawa walikuwa watesi wakubwa sana wa ulimwengu wa giza. Sasa, nasikitika, sijui kama sasa hivi wakoje, anajua Mungu, lakini wakisimama na ule msimamo kwa kweli Mungu atatenda mambo makubwa na ni wengi sana, ni wengi. Vile ndivyo tulivyokuwa tunamtafuta Gwajima, uh, huyo Gwajima sio sio mwabudu shetani, ingawa ukimuuliza uh -huh. ukimuuliza Gwajima uh -huh. atakueleza uko kwao uh -huh. lazima kwa zamani watakuwa uh -huh. walikuwepo machifu kwenye chimbuko lake kwenye chimbuko lake, maana yake oh, Gwajima hawezi kuwa giant hivyo, kuna watu walikuaga machifu. Kwa hiyo Mungu alipomwokoa yule jamaa mm -hmm, akamwongezea kitu cha ziada cha kupiga yule uchifu mm -hmm, akawa kawa konki kwa upande wa Mungu na, mm -hmm. ndio maana tulikuwa tunamshindwa. Maana yake ile mizimu ilisha isha nguvu, haiwezi kumfanya chochote. Maana yake tukitaka kukunasa, tulikuwa tunatumia mizimu yako kwa kama ni ya kichifu lazima muombe ule uchifu. Sasa ukikuta ameshahama kapu kaokoka, ule uchifu hauna nguvu. Kwa hiyo ACD ya kichifu imehama, inainuka ya kimungu, huyo ndio anakuwa mchungaji mwenye moto wa ajabu hmm. Kwa Gwajima mpaka mimi naokoka tulikuwa tumemshindwa, na tukawa bado tuna mchakato wa kumtafuta. Okay. Yeah. Sawa so, tutamtafuta na sisi siku moja tuzungumze naye. Tuongea na director wangu hapo, ili tufanye mpango tuje tuzungumze naye siku moja, na wengine wengi bila shaka. Kuna wako wengi ambao ukuwataja ambao mlishindwa pia, yaani hao wanaongea tu, kwa sababu ni watu ambao waliattack sana mm. mambo yetu. Mfano, kuna mkutano alihubiri yule Gwajima pale elfu mbili kumi na moja mm. akapita Morogoro pale wakati mm. huo, mimi nikiwa na kinge changu tena cha Tanzania yote kiyo milima ya Uluguru pale kuna mm -hmm. kuna mlango wa kuzimu na madhabahu ambayo inakuwa inaletea watu pesa na nini, pale ndo tulikuwa tunafanyia mwenge wa Rutali mm -hmm. kwa hiyo wakati tuko pale, tuna misukule mingi, tunaenda kuuza soko la Afrika Mashariki nakwambia, mm Gwajima -hmm. akafika akatunyang'anya misukule na misukule mm -hmm. ya kwangu aliyonyang'anya ilikuwa nane, na ndipo tukamtafuta yeye tukamkuta kanisani kwake hmm. kule Dar es Salaam tulipopiga lile kombola, alikuwa afe Gwajima, akafa muumini tena wa kike, tukamkosa Gwajima. Alipokemea yule muumini akafufuka, lakini hatua hatukukoma, maana never missing, hatukati tamaa. Hiyo tunaita less you see more no, you look never missing, maana yake hauruhusiwi kukati tamaa, ila hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele tuliendelea kumtafuta mpaka tukatengeneza maandakava wa kwenda kumchafua mm. Lakini tulifeli. Kuna watu wengi sana ambao tuliwawinda mm. tukawashindwa, ila mmoja wao ni Gwajima. Yani kuna mtu sasa ambaye yeye anacd ya usaidizi, napenda sana kumtaja Bishop Gwajima kwa sababu eneo hilo, yule pale alikuwa powerful sana wakati ule na sasa hivi naishi atakuwa bado pafu, maana sijasikia skendo yoyote mm. Namtukuza na mungu sana. Huwa nikimwona Gwajima najisikia vizuri, yule baba. Mungu amwongeze miaka, aendelee kuwa mtumishi wa Mungu na atunze utakatifu. Lakini mtu kama yule pale, yeye hakuwa na nad binafsi sana. Gwajima alikuwa na nguvu yake ya imani, lakini sapota kampani ambayo ni wale watu waliowafundisha vita, walikuwa na nguvu nyingi sana kuliko yeye Gwajima, ambazo zilimuhendo zikaungana naye, likatimia lile andiko kwenye Biblia, nimekuja kulikuta. Baada ya kuokoka, nikajua sababu ya Gwajima kuwa na nguvu, na mi natamani sana nije niwe na kanisa kama la Gwajima, ambalo limeandikwa pale kwamba hata na sisi nasi tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana huyu mwana wa Mungu, hata kufikia utimilifu wa kimo cha Kristo. Kwa hiyo kama kanisa, mkiwa na umoja mkaomba pamoja mkawa na nia moja na upendo mmoja, mkashambulia shetani pamoja, yani itakuwa ni kama mnyororo Akipigwa mmoja wamepigwa wote, akikamatwa mmoja wamekamatwa wote, akichukuliwa mmoja wanarudisha wote. Kwa hiyo hafi mtu, achukuliwi mtu, na ndio power alionayo Gwajima mpaka leo. Na Mungu amwongeze asije akache akachenga sana kwenye uwe, nguvu ya kanisa lake. Na Mungu amwongeze sana mafunuo hayo. Kwa hiyo natamani na namwonea wivu, hmm, namwonea wivu yule baba wapo wengine wengi sana ambao siwezi kutaja wote, ila kuna watu kama hao nimetaja. Moses, manake nyuma wa ya Moses kuna kina Mwakasege, hao tumewaferi sana, akina nani, nani kina Moses magembe, tumeferi sana kwa wingi. mtu mmoja, mtu akaniuliza, kwa maana hiyo unavyosema kwamba mliwashindwa eh, je, ndio kipimo cha moja kwa moja kusema kwamba hawa sasa ndio wachungaji sahihi kwamba wao sasa wamepata tiketi sasa, kwamba hawa ni sahihi, wana shida ama hapana? Mm, hiyo sio tiketi. Nataka nikukumbushe, huwa naeleza sana kauli mbiu ya kuzimu hii, huwa wengi hawaisemi. Mm, wanaogopa kuisema wasije wakavamiwa. Mm, nakumbuka tulikuwa na mwanachama mmoja aliyookoka naye alikuwa Freemason kule Morogoro, akawa anaogopa kuisema hii siri mm kwa kuwa tu alivyosema, tulivamiwa wote tuikawa nikawa nipata shika, ila tukamshukuru Mungu, alitusaidia lakini mi huwa naisema, siogopi, maana nimeshaji sacrifice lolote liwalo naliwe. Kuzimu ina kauli mbiu ya hivi, hakuna kukata tamaa. Kwa hiyo mpaka leo Gwajima anatafutwa, asiji, asiji asirewe. Ninayeweza kumcongratulate ni mmoja tu Moses Kulola, na yeye kwa sababu mmoja alishakufa. Na kwa kuwa mfu ana ijara tena duniani kama aliendelea na maisha yale, na amefariki akiwa na Mungu, vile yeye mbinguni kabisa direct. Kwa sababu siku- sikuona siku, tumemshindwa tume, mpaka dakika za mwisho mpaka naokoka, tumefeli kabisa kumnasa. kwa hiyo watu kama hawa sio kwamba ni sahihi, sio kwamba Gwajima ndiyo sahihi kuliko wachungaji wote hapana. Nataka nikuambie mchungaji, maana yake ni mtu aliyeyatoa maisha yake akakubali kufa kwa ajili ya watu wengine kuwacha Yesu. Yesu ni mchungaji mkuu, lakini mchungaji wa kanisa na yeye amesakrifaisi na ndio maana fuatilieni mpaka leo, ulizeni watu. Hakuna kitu ambacho watu wanaogopa, hakuna kazi watu wanaikataa kama uchungaji. Kibinadamu, kibinadamu, sio kazi ya kukimbilia uchungaji. Usionbe, usione wachungaji wanapata vitambi leo, Mungu kawakumbuka saa hii, ila mikiki waliopitia, acha acha kwa hiyo ninaposema kwamba eti ukiniambia kwamba Gwajima peke yake na Mwakasege ndio wako salama, hapana, wako wengi sana, ila ninapotaja mtu kama Gwajima, napotaja mtu kama Mwakasege, napotaja kama Mwakiborwa, Moses Magembe na wengine wengi, huo ni mfano, ila ndo maana hata Elia alipomwambia Mungu, nimebaki peke yangu na mimi nawindwa, nife. Mungu alimwambia, acha kusema hivyo, nimejisazia watu elufu saba. Kwa hiyo mimi ni kuombe tu, mtumishi wa Mungu, ili uweze kumjua mchungaji wa kweli, kaa katika neno la kweli Msi Roho Mtakatifu aingie ndani yako, yeye atakuongoza kukuonyesha, kwa sababu Biblia imesema, lakini misingi ya Mungu ime, inasimama yenye muhuri hii, Bwana anawajua walio wake. Kwa hiyo Mungu anawajua wachungaji wa kwake na atakuelekeza wapi utunzwe, lakini kwa akili za kibinadamu, tafuta sehemu sahihi utakayoelewa kiroho. Sehemu sahihi ni wapi? Mchungaji harisi aliyeitwa na Mungu, kwanza ni mtu anayechukia dhambi sana na kuwapenda wale wenye dhambi, kwa kutamani waokoke waiache hiyo dhambi. Lakini sifa ya pili ya mchungaji ni mtu anayekubali kujitesa sana, ili ahakikishe watu wanamuona Mungu badala ya kumuona yeye. Lakini sifa ya tatu ya mchungaji wa kweli ni mtu anayekubali kupungua yeye ili washirika wake waongezeke, wafike mbali kwenye viwango vya kiroho. Lakini sifa ya nne ya mchungaji ni mtu asiyependa mari ya udhalimu wala utapeli wala kutuhumiwa dhambi yoyote ikiwemo uzinzi, uongo, uraji, rushwa na mambo yanayofanana na hayo. Na vigezo vingine vya mchungaji vipo kwenye Biblia kitabu cha Timotheo wa kwanza hmm, Mume wa mke mmoja hmm. Asiwependa mali ya uzalimu hmm. Asiwe mlevi, asiwe na mtu wa kauli mbili, mambo kama hayo hmm. Hiyo ni utamwelewa mchungaji wa kweli, lakini yule kuombewa tu anakupangia na maombi ya laki mbili, maombi ya laki moja, sijui panda nini, sijui nyangarakata gani. Hachana, Mungu afanyi vitu vya hivyo Mungu hizo zamani za kitapeli sio Mungu wa kweli. Huyu tunayemtumikia yeye aliyetuokoa alisema, mmepewa bure, toweni bure. Na mimi mwenyewe Amieri Katekera, namshukuru Mungu kwamba ni tangu naokoka, kuna wachungaji waliohusika kunibeba, sikuwahi kudaiwa pesa mpaka nilipojazwa Roho Mtakatifu na mpaka nikasoma chuo cha Biblia cha kupanda makanisa cha Tanzania Assemblies of God, hakuna mchungaji aliyenidai pesa ili nifunguliwe vifungo. Na tangu hapo, namshukuru Mungu wale niliyoombea kwa neema ya Mungu amewaponya ni wengi. Na hata wewe mtazamaji, hata kama Mungu hajakutendea ila wapo wengine wametendewa, wewe ni shahidi uliyetendewa. Sijawahi kumdai mtu pesa. Ila kile nilichopewa na Mungu ndicho ninachofanya kwa ajili ya watu. Mm. Na ninamshukuru Bwana Yesu, natazamia mpaka nikazeheke atakuwa ameponya watu wengi kwa jina la Yesu. Mm. Atakuwa amefungua watu wengi. Mm. Mniombee tu kwamba nisife mapema ili nihubiri injili wapatikane wakina Amieli wengine zaidi ya milioni kumi walio zaidi hata ya mimi. Amina. Katika jina la Yesu. Amina. Amen.